Ah, acha kwanza tuongelee uadui kati ya mafanikio na kushindwa. Ninafikia mda fulani fulani ambao mafanikio anakuwa rafiki mwema sana kwenye maisha yetu na kushindwa nakuwa kama vile adui kwenye maisha yetu, na inapofikia huo muda, usiucheze vibaya. Unapopata mafanikio usihitaji tena kushindwa, kwa kuwa kushindwa ni adui ya mafanikio, na mimi nakupatia hii hatua mbili ambazo zitakazokusaidia sana kimaisha, kwa kupambana kimaisha. Kwa hiyo unapokuwa na mafanikio, tafuta kitu ambacho kitakachokufanya wewe uepuke sana na kushindwa, kwa kuwa kushindwa unapokuja kwenye maisha yako utajutia na utapoteza vingi sana. Hatua ya kwanza kuleta kushindwa kwenye maisha yako ni pale ambapo huheshimu kazi ambayo unayoifanya, huheshimu marafiki fulani ambao upo nao. Unaona kwa kuwa marafiki fulani ambao upo nao kama hauwaheshimu wanaweza kuletea kushindwa kwenye maisha, kwa kuwa na, kuna njia fulani fulani ambazo wapo nazo kimaisha, kama vile kikundi cha leadership. Hiyo leadership hiyo inaweza kusaidia sana kwa kufanikisha na kupata kabisa rafiki mwema ambaye tunamwita mafanikio kabisa. Huwezi kabisa kukaribisha adui kwenye maisha yako, na adui huo si mtu fulani au kitu fulani, bali ni kushindwa. Kwa hiyo fata sana mafanikio yako, pambana sana kwa kupata mafanikio yako, piganisha fight, hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kusemea jina lako kwa kufanikiwa kwa njia fulani, bali ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo sifikie muda fulani fulani ambao unajutia, kwa sababu eti wewe umepata rafiki mbaya, umepata kushindwa kwenye maisha yako. Hapana, unapopata rafiki mbaya kama vile kushindwa, pambana na kufahamu hatua gani ambazo utakazotumia kwa kushinda huyo adui, kwa kuwa mm, adui anapokuja kwenye maisha yako inabidi utafute mbinu fulani za kumalizia. Kwa hivyo maliza na wewe kushindwa kama vile adui ambayo waga na kusumbua kimaisha, na tunaenda tunaingia kwenye tunaingia kwenye hatua mimi naingia kwenye hatua ya pili ambayo itakao kupushi sana weewe uendelee kufati uendelee kupambana, ni mafanikio. Mafanikio unaweza kuyapata kwenye njia fulani ambazo uaga zina kujia kimafika, kihisia, lakini uaga kabisa unayakimbia yo mafanikio. Kwa hiyo usiwe muda tena wa kukimbia mafanikio yako, kama vile kwa leadership, fight. Live in relationship live in unity. Unaona, unaishi kwenye umoja, unaishi kwenye njia fulani ambazo zitakazofanya wewe ufanikishe na upate mafanikio yako, nayalinde vizuri. Kwa hiyo, unapopata mafanikio, epukana sana na ku na kwa dharau watu fulani, kwa sababu unapoitumia dharau, uwaga tena inakudistable, inakuweka mbali na mafanikio. Unaona, kwa hiyo ukiwa umesha kuwa mtu ambaye anahitaji mafanikio kimaisha Pambana sana piganisha sana kiume, ongoza people, ongoza watu vizuri na sio kuongoza watu vibaya, kwa sababu kuna watu wengine ambao uwaga wanaongoza watu vibaya ili wapate mafanikio. Hapana, unapopata mafanikio ambao umeongoza watu vibaya ili upate mafanikio, adui atakuja ambao wanaita kushindwa, natakufelisha kimaisha. Kwa hiyo, kama unahitaji kabisa mafanikio yao mengi kwenye maisha yako, heshimu kwanza kazi unayoifanya kwanza, hatua hiyo inabidi uheshimu kazi unayoifanya ambapo kabisa unapata rafiki mwema ambayo tunaita mafanikio, na usisahau kwamba kuna maisha baada ya tukio. Sijui upo na mimi.